Kwa kifupi leo wachezaji wangu leo hawakupambana sana, tukucheza tukucheza vizuri vile ambavyo mimi ninavyojua timu yangu ya Simba Sports. Na sasa ukiangalia okay, mimi ujue bwana Simba Sports, sisi stweka commando force commando. Jonas anasoa ndo mimi binafsi ndo naona stweka wangu. Kuna, poonaga, kwa napoonaga kwamba anaikwaga benchi, anaingizwa dakika watu wanazotaka wenyewe, sielewi we Soa ana shida gani na na na, na, na, na wanaopanga timu kwa kifupi nimeumia sana kama tunaona, basi Soa, wanaona labda atakuwa ndio kukaa kaa benchi, hawezi kuanza, basi tumwachie tu aondoke, atumtendee haki Jonathan Soa. Tanzania hii na Afrika Mashariki na Kati, hakuna namba tisa kama Jonathan Soa, unapomweka benchi, mnapoamua Pantevu tulimwona sio kwa mambo haya kumweka kasoa kwa dakika anazotaka mwenyewe. Eh, mtu unamweka tu dakika unazotaka mwenyewe. Huwezi ukaniuliza mimi, mimi mwenyewe binafsi, Tanzania ni namba 9 situweka komando nakwambia kuambia Jonathan Sowah. Mechi hii ilikuwa ni mechi ya ushindi. Sasa mtu kama Jonathan Sowah unamweka pembeni, mimi kwa kifupi sikulizika.